Kwa majina naitwa Dr Daudi Ruben Daudi. Ni mtaalamu wa mifugo pamoja na kilimo. Leo tashauri wewe kijana mwenzangu ama vijana wote kwa ujumla, kwa habari ya ufugaji wa kuku, hususan kwa wale ambao wanatamani kuingia katika ufugaji wa kuku. Nashauri hii ni sekta ambayo iko vizuri kabisa, fursa nzuri hususan katika upande wa kuku wa kienyeji. Sasa hivi wanahitajika sana ila kabla ya kuingia katika huu ufugaji wa kuku wa kienyeji, kuna vitu muhimu vya kuzingatia, naenda ni kushauri kwa muda huu. Jambo la kwanza, uh, ufuatilie kwa habari ya elimu ya ufugaji. Jambo la pili ni kufuatilia kanuni mbalimbali za ufugaji, kama kumi. Kanuni ya kwanza ni kuhakikisha unapata mbegu bora. Kanuni ya pili unapata uh, lishe bora. Kanuni ya tatu mabanda bora kanuni ya nne, e, chanjo pamoja na matibabu. Kanuni ya tano ni kufuatilia habari ya masoko. Kanuni ya sita, uwe unahakikisha kuwatazama wanyama wako ama kufanya rutini mbalimbali mbali. Kanuni ya saba uh, kuwapatia matibabu sahihi. Kanuni ya nane, ongeza uzalishaji wa kutosha kwa kutumia njia za kisasa hususan katika kufanya incubation ama kutotolesha kwa njia ya mashine. Zipo nyingi. Zaidi cha msingi kabisa cha mwisho ni kuwa mfuatiliaji wa kile ambacho utakuwa umekianzisha. Kama ni mfugaji wa kuku wa kienyeji ama broiler ama layers, uhakikishe unafuatilia kwa kina zaidi, ili mradi uweze kwenda vizuri.